Unapohisi mambo yanakwenda vizuri, ghafla kila kitu kinabalika, marafiki wanageuka, baraka zinacheleweshwa na vita visivyoeleweka vinaanza. Usishtuke kwa sababu wakati Mungu anakuinua, Shetani hapotezi muda hata sekunde moja. Anatumia mitego, anachochea mawazo na anatumia watu ili akuzuia usipandishwe ngazi ya kiroho.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 Wakati shetani anaona Mungu anakunyanyua anafanya mambo haya saba, bila wewe kujua. Namba moja: anakuingizia hofu na mashaka. Kitu cha kwanza shetani hufanya ni kupandikiza hofu ndani ya moyo wako. Unaanza kujiuliza, je, kweli Mungu ananipenda? Labda nitashindwa. Hiki ninachokifanya si cha Mungu. Shetani anajua ukianza kuhofia au kutulia shaka, utapoteza ujasiri wa kiroho. Lakini kumbuka, hofu ni silaha ya shetani na siyo ya Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo sura ya kwanza na mstari wa saba imeandikwa nukuu, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo Shetani akiona aki Mungu anakuinua atalifanya kwa haraka, ataanza kukuingizia hofu na mashaka, ataanza kukupandikizia hofu na mashaka kwenye maisha yako. Kwa kitu cha kwanza Shetani ataanza kupandikiza hofu ndani ya moyo wako. Utaanza kujiuliza je, kweli Mungu ananipenda? Utaanza kujiuliza maswali: je, kweli Mungu ananipenda? Utaanza kujiuliza labda nitashindwa, au labda Mungu ameniacha Lengo lake shetani anajua, ukianza kuhofia au kutulia shaka utapoteza ujasiri wa kiroho. Kwa hiyo shetani anakuwa anajua, ukianza kuhofia au kutulia shaka utapoteza ule ujasiri wa kiroho, utapoteza ule ujasiri wa kusonga mbele. Kwa hiyo ndo maana kitu cha kwanza ambacho shetani ataanza kukifanya kwa haraka bila wewe kujua, anapoona Mungu ameanza kukuinua, ataanza kupandikiza hofu na mashaka kwenye maisha yako. Ghafla utaanza kupata hofu, ghafla utaanza kupata mashaka. Lakini jambo la pili ambalo Shetani atalifanya bila wewe kujua, anapoona Mungu ameanza kuinua, anainua upinzani kutoka kwa watu. Unapoinuliwa na Mungu, Shetani huwatumia watu walio karibu nawe kukuvuruga. Marafiki, ndugu au hata watu wa imani wanaweza kuhu, wakainuka na kuanza kukupinga bila sababu lengo ni kukufanya ukate tamaa na kujiona haustahili kile Mungu anachofanya ndani yako. Lakini usiogope, upinzani huo ni uthibitisho wa kwamba unainuliwa. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana. Shetani atainua wapinzani kutoka kwa watu na anainua upinzani kutoka kwa watu, watu. Utashangaa wale watu wa karibu yako, wale watu ambao ulikuwa unawategemea watakusapoti, ghafla watu wale wanaanza kukupinga, ghafla watu wale wanaanza kukuchukia ghafla watu wale wanaanza kuvuruga bila sababu, wanaanza kuvuruga mpaka unaanza kushangaa, kwani watu hao wameinuka? Mbona mimi sijawakosea kitu chochote? Mbona mimi sijawafanyia kitu chochote? A, jambo la pili ambalo shetani la pili. Lakini jambo la tatu ambalo shetani anapoona Mungu anakuinua ataanza kulifanya kwa haraka bila kujua, anakuvuta kurudi katika maisha ya zamani. Kama ulikuwa umeacha dhambi fulani, atajaribu kuirudisha kimya kimya. Kama ulikuwa umeachana na watu fulani wa hatari, ghafla wanarudi kwa njia ya upole. Hii ni kwa sababu anajua huwezi kuingia katika kiwango kipya ukiwa na mizigo ya zamani. Usikubali kurudi nyuma, tambua hiyo ni vita vya kiroho. Kwa hiyo hii ni jambo la msingi ambalo unatakiwa kutambua. Shetani atakuvuta, ataanza kukuvuta kurudi katika maisha ya zamani, zile dhambi ambazo ulikuwa umezishinda, utashangaa ghafla zizo zinaanza kurudi, zile tabia ambazo zilikuwa zimekushinda au zile tabia ambazo ulikuwa umezishinda, tabia za dhambi, utashangaa dhambi hizo, unashangaa hizo tabia zinaanza kurudi mdogo mdogo, kimya kimya. Shetani anakuwa anafanya kwa sababu amejua Mungu anakuinua. Kwa hiyo lengo la kufanya hivyo kama ulikuwa umeachana na watu fulani wa hatari, ghafla wanaanza kurudi kwa njia ya upole. Hii ni kwa sababu anajua huwezi kuingia katika kiwango kipya cha maisha ukiwa na mizigo ya zamani. Kwa hiyo hii ni jambo la tatu shetani ataanza kulifanya kimya kimya anapoona Mungu anakuinua. Ataanza kukuvuta kurudi katika maisha ya zamani, ataanza kukurudisha mdogo mdogomdogo, ataanza kukuvuta kurudi kwenye maisha ya zamani. Kwa hiyo ukiona hivi usimame utambue, hiyo ni hila ya Shetani. Kwa hiyo utakika, usimame unatakiwa utambue, hiyo ni hila ya Shetani. Lakini jambo la nne, anakuletea machafuko ya yasiyoelezeka. Anaanza kukuletea machafuko ya yasiyoelezeka. Kila kitu kinachoenda sawa ghafla kinaanza kuvurugika, fedha zinaanza zina, zinapotea, marafiki wanatoweka, milango inaonekana kufungwa lakini ukweli ni kwamba Shetani anaona Mungu anafungua mlango mkubwa na anataka kufanya ushindo kwa kuvunja, kwa kuvunja ule utulivu wako wa ndani. Ukiona hali hii, si usikimbilie kulalamika, bali kimbilia kwenye maombi na kuendelea kushikilia imani yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya kumi na sita na mstari wa tisa, imeandikwa kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana na wako wengi wanipingao. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi. Anakuletea machafuko yasiyoelezeka. Unashangaa mambo yalikuwa yanaenda vizuri, ghafla mambo yanaanza kuharibika. Unashangaa vitu vilikuwa vinaenda vizuri, ilikuwa kwenye kazi, mambo yanaenda vizuri, kwenye mahusiano, mambo yanaenda vizuri, kwenye ndoa, mambo yanaenda vizuri, kwenye biashara, mambo yanaenda vizuri, ghafla unashangaa kila kitu kinaanza kuharibika. Wale marafiki wanaanza unashangaa kupotea, unashangaa mambo yanaanza kuharibika, lengo ni kukuharibia utulivu wa ndani. Kwa hiyo shetani akiona na umeanza kuinuliwa na Mungu, anaanza kuletea upinzani usio wa kawaida na kuletea upinzani kwenye kila jambo unalofanya. Unashangaa vitu vinaanza kuharibika. Kwa jambo usikimbilie kwenye kulalamika wala kumlaumu mtu. Bali kimbilia kwenye maombi na kuendelea kushikilia imani yako. Kimbilia kwenye maombi na kuendelea kushikilia imani yako. Subira kwanza kumnyoshia mtu kidole, bali kimbilia kwenye maombi na kuendelea kushikilia imani yako. Lakini jambo la tano ambalo shetani analifanya anapoona Mungu ameanza kuinua anakupiga vita vya kisaikolojia. Mara nyingi shetani hupiga akili yako zaidi ya mwili wako. Anakuletea mawazo mabaya au hisia za kutengwa. Unajikuta unachoka, hutaki kusoma Biblia wala kuomba. Ukiona hivyo, tambua hilo ni jaribu la kimya la kuondoa nguvu zako za roho kabla hajafika unako kwenda, kabla hajafika unapokwenda. Ukiona hali kama hiyo, simama katika maombi, maana Mungu yuko karibu hukuinua zaidi, kwa hiyo anaanza kupiga vita vya kisaikolojia. Kwa hiyo mara nyingi shetani hupiga akili yako zaidi ya mwili wako. Unashangaa tu, ghafla mwili wako unahisi umechoka, unashangaa hauhitaji hau, kusoma neno la Mungu. Kumbe kimya kimya anakuwa anaua nguvu ya kiroho iliyoko ndani mwako. Kwa hiyo ukiona hivi, ukiona hali ya namna hii, inabidi usimame kisawa sawa. Lakini uh, jambo la sita ambalo shetani analifanya bila kujua, anapoona Mungu anakuinua Anapiga vita ndoto na maono yako. Unapokuwa karibu kutimiza ndoto zako, shetani anapandikiza vikwazo, vizuizi na usumbufu. Anaweza kutumia mambo madogo sana ili kukufanya ukose motisha, ukataliwe, ukose msaada wa karibu na kadhalika. Kwa hivyo lengo lake ni kusababisha uwache safari katikati, lakini kumbuka, yeye aliyeanza kazi njema ndani yako ndiye atakayemaliza ndiye atakayekamilisha. Kwa hiyo shetani anakuwa anapiga vita ndoto na maono yako, anakuwa na, anafanya mambo hili kwa lengo la kukatisha tamaa, lakini hutakiwi kuogopa. Yeye aliyeanza kazi njema ndani yako ndiye atakayemaliza. Katika jina la Yesu, natakiwa usonge mbele, mwana wa Mungu. Lakini jambo la saba ambalo shetani analifanya anapoona Mungu ameanza kuinua, anajaribu kukutenga na Mungu. Shetani anajua nguvu yako ipo katika uwepo wa Mungu kwa hiyo anaanza kufanya uachane na maombi, kanisa au neno la Mungu. Anakuletea uvivu wa kiroho, uchovu na hisia, anakuletea uchovu, uchovu na hisia za sitaki chochote, sasa lengo ni kukutenga na chanzo cha nguvu zako. Kwa hiyo wakati unahisi kuchoka, ndio wakati wa kumtafuta Mungu zaidi. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi. Shetani anakuwa anaanza kujaribu kutenga mbali na Mungu, anakutenga mbali na Mungu kwa sababu anajua chanzo cha nguvu zako ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa kitu cha kwanza, ambacho kitu cha namba saba ambacho atakifanya bila kujua, ataanza kuhakikisha anafanya jambo la kutenga mbali na Mungu. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kwa hiyo bado, kama bado huja subscribe basi hakikisha una na subscribe. Lakini pia ningependa uniambie unatufuatilia kutokea mkoa gani, eneo gani, nchi gani, taifa gani? Ningependa kusikia hivyo. Mungu akubariki, nikutakie wakati mwema na kupenda sana.